a Nazareti aliye hai, wewe ni Mungu ule mwaminifu. Omba kwa ajili ya siku njema hii ya leo, mtoto wako anakusikiliza siku hii ya leo. E, Mungu ninaomba ukapate kuachilia baraka zako juu yake, uachilie wa ulinzi wako juu yake, uachilie damu yako Yesu Kristo katika maisha yake, akasimame katika kusudi lako na kukutumikia wewe Mungu liye hai, hai. aka Mungu wetu na Baba yetu, ninasema asante kwa ajili ya siku njema ya leo, asante kwa ajili ya asubuhi njema ya leo. Ninakushukuru weye Mungu ule mwaminifu. Ninasema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante kwa kibali chako ulichotupa kuiona siku hii ya leo. Ninakushukuru weye Mungu wetu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaoleta watoto wako mikononi mwako asubuhi hii ya leo, ninawakabizi mikononi mwako damu yako Yesu Kristo ikapata kunena mema juu yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai katika jina la Yesu ninaoleta watoto wako mikononi mwako, ninawaleta pia na wagonjwa wote mikononi mwako, wenye shida na taabu ninawakabidhi mikononi mwako, maana umesema katika neno lako wewe ni tabibu mwema tena ni daktari mkuu. E Mungu le mwaminifu wako, watoto wako wanaoteseka mahospitalini, Baba, achilia uponyaji wako juu yao, achilia nguvu zako juu yao, wakasimame na kulitukuza jina lako, e Mfalme wa falme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, ninakualika sasa ukaseme na watoto wako, ukaseme na watoto wako, uwang'oe katika vifungo vyote, katika ka jina la Yesu, katika ka jina la Yesu. Wanaoteseka na magonjwa magonjwa wakapate kuachilia, vifungo vya giza vikapate kuachilia, kila roho zote mbaya zikapate kuachilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninawakabidhi pia watoto wako mikononi mwako, wanaelekea makazini mwao sasa. Baba, tembea nao waongoze katika kazi zao, washike kwa mkono wako mtakatifu, Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninatamka uzima katika kazi zao, ninatamka ushindi katika kazi zao, ninatamka kibali katika kazi zao. Kila wanachofanya kupitia kazi ya mikono yao, e Mungu kapata kubariki kazi ya mikono yao, ukibariki na kuitakasa kwa damu yako takatifu Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ee Mungu wangu na baba yangu, ninalinua jina lako, ninalitukuza jina lako, kwa maana wewe ndiwe Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Yesu, ninaliimidi jina lako, ninalitukuza jina lako Baba, katika jina la Yesu Kristo wa nazareti lya hai, ninaleta pia taifa letu la Tanzania mikononi mwako Bwana Yesu, sema simama kwa ajili ya taifa letu, sema na watumishi wako, sema na viongozi wa taifa letu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaenda kinyume na kila hila za muvu adui, ninakataa kila roho zote mbaya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila maneno anaotamka juu ya taifa letu ninayafuta kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninang'oa kila mipango ya adui, ninavunja kila nguvu zote za kipepo na kichawi. Nina ninavunja kila nguvu za giza, roho za ajali, roho za mauti ninavunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu ninaharibu kila mipango ya adui, kila mipango aliyoipanga juu yetu siku hii ya leo ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaharibu kila nguvu zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamweka mtoto wako mikononi mwako aliyeamka sasa kitandani, ninamweka mikononi mwako, e Mungu, sema naye kwa ajili yake siku ya leo, bariki kazi ya mikono yake, mtakase kwa damu yako takatifu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, bariki shughuli zake zote anazozifanya, fungua milango ya baraka kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ewe Mungu le Bwana na Mwokozi wetu, ninaliinua jina lako, ninaliimidi jina lako, ninalitukuza jina lako, kwa maana wewe ndiye Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe Mungu le mwaminifu, ni wewe Mungu le mwaminifu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai hata nasi tunawaleta watumishi wako wote mikononi mwako Bwana Yesu, ninaomba achilie neema yako juu yao, waendelee kusimama katika kusudi lako na kulitukuza jina lako, e mfalme wa falme, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata nasi tunaomba uendelee kutupaka mafuta yako e Bwana, ili tuweze kusimama katika kusudi lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu aendele kutujaza nguvu zako katika jina la Yesu Kristo a Nazareti lia hai. E Mungu yetu na Baba yetu, ni katika jina lako takatifu Yesu Kristo Bwana na mkozi wetu Mungu li hai, ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako, ninaliimidi jina lako Baba, katika jina la Yesu ninawaleta pia wazazi wetu mikononi mwako sasa uendelea kuwapigania na kuwashika kwa, kwa mkono kwa mtakatifu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia ulinzi wako kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Baba utulinde, ututakase kwa damu yako takatifu, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kibali chako cha kimungu kiwe juu yetu siku hii ya leo. Neema yako Yesu Kristo inatosha, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, Mungu aliye hai. Na haya, kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya. Baraka neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Arise and Shine, mapambazuko ya kibali na nuru ya Kristo saa kumi alfajiri, Yawezekana TV Inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Isaya 60:1. Karibu kwenye Arise and Shine Morning, kipindi cha mapambazuko ya neema na ushindi. Asubuhi si tu mwanzo wa siku, ni saa ya mbingu kugusa dunia, ni mlango wa kuamuru mema, kutamka kibali na kupokea nuru ya Kristo kabla ya kelele za dunia Asubuhi utasikia sauti yangu, e Bwana, asubuhi nitakuelekea na kungojea. Zaburi tano tatu. Utaamua neno nalo litathibitika kwako, na nuru itaangaza juu ya njia zako. Ayubu 22 28. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Karibu Arise and Shine Morning. Ni saa ya kuinuka, saa ya kung'aa, saa ya kuamuru asubuhi na kusema, e siku, sikia sauti ya Mungu ndani yangu. Barikiwa kwa jina la Yesu. Jiunge nasi live kila alfajiri saa kumi kamili, YouTube Yawezekana TV. Amsha na wengine. Kumbuka kusubscribe, pia kulike, kucomment na kusambaza linki ya kipindi hiki kwa wengine. Barikiwa, usisahau Yawezekana yote kwa Mungu ukiamini.